Kimm Media. Kwa jina naitwa Aisha Shabani Saidi, ni mzazi wa Sakina. Huyu mtoto toka nimejifungua, eh, toka mwaka jana nilivyojifungua huyu mtoto. Ni mwanzo wa matatizo, ni mwanzo wa changamoto. Kwao alizaliwa hana sehemu ya haja kubwa. Nimejifungua vizuri salama bila matatizo yoyote. Baada ya hapo nikapewa ruksa nirudi nyumbani. Nimefika nyumbani nikaona mtoto anatapika, anatapika vitu vya kijani na tumbo linajaa. Baada ya hapo wakasema nirudi hospitali nipojifungua. Ndio nikarudi pale Kiloleni Zanati. Nilipofika pale wakamchunguza, wakasema ili swala hatuliwezi, inabidi uende Kitete. Wakanyandikia pale karatasi kwenda Kitete. Nilipofika Kitete wakasema inabidi arazwe, nikawa nimepewa kitanda, akawa anapata huduma mbalimbali siku ya kwanza mpaka siku nne zikaisha, wakasema inabidi tukupatie ruhusa urudi nyumbani kwa sababu mtoto anaendelea vizuri, nikawa nimerudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, siku ya tano tukawa wanamwogesha, baada ya kuwa wanamwogesha mtoto kuja kumwangalia, mbona mtoto hana sehemu ya haja kubwa? Kumchunguria vizuri kweli, kukuta hana sehemu kabisa. Wakasema inabidi urudi hospitali, nikawa nimerudi Kitete. Nilipofika Kitete pale, wakawa wamemwangalia, wakasema kweli hana sehemu ya haja kubwa, wanabidi tukupatie rufaa uende Bugando. Nikawa sina namna, nikaandikiwa ile rufaa. Kesho yake mimi nikaondoka pamoja na mume wangu mpaka hospitali. Tulipofika hospitali, tulifika usiku. Kesho yake tukaanza prosesi za vipimo, kila kitu. Akasema inabidi afanyiwe oparesheni, awekewe njia ya dharura ambayo inaonekana hapo tumboni ili awe anatumia. Ndio wakawa wamemfanyia oparesheni, wamwekea njia ya dharura hapo tumboni ndo akawa natumia, nikawa nahudhuria kila mwezi naenda kliniki kila mwezi naenda kliniki. Alipofikisha miezi minne, wakanyambia inabidi afanyie operesheni ya kutengeneza njia huku nyuma. Wakaa nimeenda nimelazwa. Baada ya kulazwa, mimi nikawa najua atazibwa vyote kwa pamoja, lakini kumbe akawa ameenda kumfanyia operesheni tu ya kutengeneza njia baada ya kutengeneza njia wakaniambia hatuwezi kuziba kwa pamoja kwa sababu itakuja kumletea shida baadaye. Kwa akawa wamemtengeneza kule nyuma, wakaniambia kuna vyuma atakuwa anatumia mpaka pale tutapojiridhisha. Nikawa kila mwezi naenda napewa chuma, naenda napewa chuma, baadaye wakajiridhisha wenyewe wakasema ipo sawa. Baada ya hapo wakaniambia natakiwa afanyie operation tuzibe hiyo njia ya dharura ili atumie kawaida huku nyuma. Hapo ndo changamoto ikawa imeingia, gharama zikawa ni kubwa, toka tarehe kumi na tano mwezi wa nne itakiwa afanyie operation ya kuziba hiyo njia ya dharura, kwa ikawa imeshindikana. Yani kikubwa ni gharama ndo kilichokifanya mwanangu ashindwe kufanyiwa operation hiyo tarehe kumi na tano mwezi wa nne kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kufanya vipimo, lakini kajikuta wanadai pesa na ni gharama. Maana operation waliniambia ni laki tatu na shilingi elfu ishirini, bado kuna vile vipimo, bado kuna kununua dawa baada ya kufanyia operation. Kwao ni gharama kubwa. Watanzania, naombeni mnisaidie, na mimi mzazi wa Sakina, mamake mzazi, sina simu simu yangu niliiuza, ila simu inayotumika na namba kubwa zaidi ni ya mme wangu ambayo ni sifuri saba themanini na tisa ishirini na moja themanini na mbili ziro ziro Jina litakuja Rajabu Shabani Mabula. Yaani jinsi navyoishi naye ni yaani ni kwa ugumu, kwa sababu kuna samtaimu hataki kukaa hataki hata kusimama ko, nambeba, nishazoea nambeba mgongoni. Saa nyingine atapojisikia kukaa, ndo tunakuwa tumekaa naye kwa uangalifu zaidi ili asije akajitonesha pale au akajivuta kwa sababu ni mtundu mikononi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, naitwa Rajabu Shabani Mabula, ni mkazi wa hapa Tabora, na huyu ndo mtoto wangu na huyu ndo mke wangu. Changamoto nimeipitia kiukweli katika ukuaji huu ni ukubwa kwa sababu sijawahi sijategemea kama nitafika hivi. Nimepambana sana juu ya matibabu ya mwanangu na hii changamoto, lakini imefikia stedi nimefeli, nimekwama na ndio maana anaomba msaada kwa Watanzania. Changamoto kwa huyu mtoto ana anaumwa kuumwa huko kama alivyoeleza mke wangu ndoi inakuwa ni tatizo la kuwa kwamba mimi mwenyewe nakuwa si comfortable, nakuwa nachanganyikiwa. Gharama nimetumia ndio pesa nimeitafuta nimekomaa, mpaka time hii hapa nime- nimefeli. Hu mtoto sometimes hatulali na hatulali kwa sababu kile kidonda chake kinakuwa kinamuuma, kile kinamuuma kulingana naona ya kuwa kwamba imeshafikia, amekuwa na kile kidonda kinaenda kinakuwa na anaumia sehemu mbili. Kwa sababu sehemu mbili, kwa nini? Kule nyuma, alipotengenezewa, alipofanyiwa operation ya kule nyuma, kuna chuma hichi. Hichi chuma kila siku inabidi inabidi tunamwingizia kule nyuma, kwa sababu ya njia isije kaziba, kwa sababu ile ni njia ya kutengeneza. Hichi chuma kinaingia kila siku asubuhi na jioni, kwa hiyo sasa hichi chuma anakuwa anaumia, kwa sababu hichi ni chuma anaingiziwa huku nyuma na kutoka kwa hiyo changamoto anakuwa anaumia analia na kulia, penye huko panauma na hapa panauma kwenye kidonda chake, umeshafahamu. Kwa hiyo sasa mimi nimepambana, lakini sasa imefikia stage nimekwama, yaani sina kitu, kama kuuza vitu nimeuza, yani sina pesa, mi ni deva bajaji tu, ni mtu wa kawaida mbangaizaji, lakini sasa imefikia stage nimekwama, nimeona niombe kwa watanzania wenzangu mwenye chochote alichojaliwa nacho anisaidie pale. Ni kiasi kidogo kwa mtu aliye nacho, lakini kikubwa kwa mimi ambayo mimi sina, kwa sababu tuliambia operation yake laki tatu na ishirini. Lakini ukitizama sio laki tatu na ishirini, kuna vipimo, kuna dawa, kuna usafiri, kuna kula huyu mamake, maanake mimi sitokwenda, hata kama nikienda, lakini kuna kula. Lakini hizo gharama zote mnakuwa sina. Kwa sasa mwenye chochote akinisaidia basi nitaweza kukidhi yale mahitaji, umeona. Kwa... tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.